Ndugu zanguni, tunakwenda kwenye miaka mitano mijayo mkitupa, mkitupa kura tarehe 29, mwezi huu, vipaumbele vyetu mnavifahamu, lakini naweza kurejea kwa muhtasari. La kwanza ni miundombinu. Kazi iliyofanyika kwa miaka mitano iliyopita ni kubwa, maeneo mengi barabara zinapitika za ndani. Kazi itakayokwenda kukamilika sasa ni kuongeza kasi kwenye barabara za ndani ambazo watu wetu wanaweza kupita wakitoka shambani au kwenda kwenye shughuli mbali mbalimbali, na ukanda huu wa joto ndio ilikuwa changamoto kubwa sana. Ndugu zangu wana Maduma, ndugu zangu wana Idunda, ndugu zangu wana Ihowanza, wana Malangali, wana Mbalamaziwa, wana Itandura na kata zingine zote mliokuwa hapa leo, ninawapa uhakika chini ya urais wa Daktari Samia Suluhu Hassan tunakwenda kumalizia changamoto ya barabara za ndani, lakini pia upande wa barabara za lami tulishaanza barabara ya Nyororo Mtwango, mkandarasi ameshaanza kazi. Barabara ya Mafinga ya Mgololo, ninavyozungumza mkandarasi anasubiri kulipwa fedha zake ili aanze kazi. Barabara ya Mgololo kwenda Makambako tumeshaanza usanifu. Barabara ya kutoka Igoole mpaka mpaka Nyigo tuko kwenye usanifu. Ajenda yetu miaka mitano ijayo, hatuwezi kupuuza umuhimu wa barabara. Ajenda yetu ya pili, ndugu zanguni, itakuwa ni kwenye huduma hapa anazungumzia vitongoji ninyi mnakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini umeme ulikuwepo kwenye vitongoji chini ya mia moja kati ya mia tatu ishirini na tano leo napozungumza asilimia sabini na nne ya vitongoji vina umeme tumebakiza vitongoji themanini na sita ikiwemo vitongoji nane vya kata hii ya malangali nikupe uhakika mgombea wetu wa udiwani wa kata hii na madiwani wengine dkt samia suluhu hassan ameshatamka anakwenda kukamilisha umeme kwenye vitongoji vyote Pigeni makofi kwa Suluhu Hasani. Vivyo hivyo kwenye afya, tulikuwa na vituo vya afya vichache. Dkt Samia amepambana, kule Hoanza kinajengwa, kule Mninga kimekamilika, kule Mgororo Makungu kimekamilika na subiri kuanza kazi. Ndugu zanguni, Mtwango tumeanza kazi pamoja na Itandura, tunakwenda kuendeleza kazi hiyo kwa miaka mitano ijayo sambamba na kuongeza maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Mtambula pamoja na Idete na kuingineko. Hospitali ya wilaya inafanya kazi, itaendelea kutoa huduma. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kazi inafanyika ni nzuri. Kwenye elimu tumejenga madarasa ya kutosha, tumejenga shule mpya zaidi ya ishirini. Nataka niwape uhakika wana sisi wenzangu na wananchi kwa ujumla, kazi inayokwenda kufanyika wa mjibu wa ilani ni nzuri, pengine kuliko iliyofanyika miaka mitano iliyopita. CCM oye! Ndugu zanguni Ukienda eneo lingine ni kwenye eneo la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Amesimama hapa diwani wetu wa kata ya Malangali ameeleza kwa ufa, ufasaha mkubwa umuhimu, akihusianisha maisha ya watu ya kila siku na miundombinu na huduma zinazojengwa. Nataka nimpe uhakika Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, mkiiapisha hapo kesho kutwa tarehe ishirini na tisa ikishashinda tena miongoni mwa maeneo inaenda kuendeleza kasi ni kwenye uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kwa kufanya nini? Moja, mbolea inaendelea kutolewa ya ruzuku, ili wananchi mpate mbolea. Mbolea oye! Kwenye chai mlikuwa mpate mbolea? Leo mnapata mbolea ndugu zangu, kweli si kweli? Acha kwenye mahindi, acha na maeneo mengine. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, sisi kwenye upande wa ukanda wa joto kwenye hizi kata zetu tulishaanza na miradi ya kuwezesha wananchi, kugawia ng'ombe kupitia wenzetu wa division lengo ni nini? Tunatamani siku moja kuona kila mwananchi, kila kaya moja inamiliki mfugo mmoja. Tunaamini miaka mitano ijayo tunakwenda kuongeza kasi zaidi. Ndugu zanguni, tutakwenda kutazama maeneo mengine kama michezo, ajira na mengineyo, lakini pia eneo maalum chama cha mapinduzi. Ameomba hapa mgombea wa udiwani wa kata hii kuhusu ujenzi wa kata hii ya Malangali, kwanza nimpe uhakika, tunakwenda kuijenga ofisi hii ya kata ya Malangali hiyo ni kupe uhakika, Mheshimiwa mgombea wa diwani, tutashirikiana tutakwenda kukamilisha. Lakini pili, zipo ofisi nyingi za kata za Chama Cha Mapinduzi na zipo nyingi za matawi za Chama Cha Mapinduzi. Tumekwishazungumza kwenye mkutano wetu, tunakwenda kusukuma kuweka msukumo wa kipekee pale tunapoweza, wananchi au wana CCM kuchanga, tunapoweza kutafuta wadau. Lakini miaka mitano ijayo tukigeuka nyuma, tutafurahi kuona kazi kubwa imefanyika ya kuboresha miundombinu ya Chama cha Mapinduzi ili iendane sambamba na ukubwa na ukongwe wa chama chetu cha mapinduzi. CCM oyee! Mufindi Kusini oyee! wangapi wamenielewa? Samia, Samia, Samia, Samia! Kihenzile, Kihenzile! Madiwani, asanteni sana.